Subscribe YouTube channel ya Ukhty Jabu TV, ulike na ushare, na marafiki ili usiweze kupitwa na taarifa zote za Kiislamu. Halo. E, halo, e, nambi? Safi. Umepata taarifa kwamba Hanifa kafariki? Ndiyo, kafariki leo. Acha masiara. Masiara na hapa tunafanya mpango wa mazishi yake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya, kwa sababu gani tunaweza kusema kwamba yeah, kifo chake ni cha ghafla? Kwa sababu hajaumwa kusema kwamba kaumwa, ni hivyo tu kifo ahadi. Oh, ya. Kwa hiyo hajaumwa, ni ghafla ghafla tu eh, ni ghafla tu. Basi sawa sawa, wataarifu ndugu zake, sawa, nijaribu, ndugu zake, okay, ndugu zake. Okay. Wa karibu mimi ngoja nijaribu kutafuta ndugu. Okay, basi wewe fanya hivyo kuwataarifu ndugu zake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi wa Ukhty Jabu TV. Hichi ni kiigizo tu kifupi ambacho tumekileta kwenu, ni kwa ajili ya kuweza kukupa funzo wewe, mtazamaji wa Ukhty Jabu TV. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale unapoona jambo lolote baya, jambo lolote lenye kushtusha, basi huo ni msiba kama ilivyo misiba mingine. Hivyo, kitu cha kwanza tunachotakiwa kusema ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nimekuja tu kutoa funzo hili kwa siku ya leo. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, ku like na kushare. Mpaka siku nyingine tena, wa hadha salamu alaykum. Like video zetu, subscribe leo YouTube channel ya Ukhty Jabu TV ili usipitwe na taarifa zote za Uislamu.